Sijajua kama unafahamu kuwa kuna taifa dogo duniani lakini lina uchumi mkubwa kuliko hata mataifa makubwa ya Ulaya ambayo wewe unayafahamu. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni kwamba nchi hii haina kabisa deni la taifa. Inaitwa Macau Special Administrative Region of China, ni taifa dogo mno ambalo pato la mtu mmoja mmoja, yani GDP per capita ni kubwa kiasi cha kushangaza. Sasa katika video yetu tutaenda kuangalia taifa dogo hili lenye uchumi mkubwa wa dunia, lakini pia tutaenda kuchunguza linawezaje kuendesha serikali bila kukopa. Kwa mujibu wa CIA World Factbook, mwaka 2025, katika jarida lililohusu nchi kumi duniani zenye madeni madogo, Macau ilikuwa ni miongoni mwa nchi hizo kumi, na yenyewe ilikuwa ni namba ya mwisho kabisa, nchi pekee duniani isiyokuwa na deni, yani zero public debt. Taifa hili la Macau lilikuwa ni koloni la Ureno kwa zaidi ya miaka 400 kabla halijarejeshwa tena kwa China mwaka 1999. Kwa sasa taifa hili lina mfumo wa utawala huru katika maeneo ya fedha, sheria pamoja na biashara huku likitambuliwa kimataifa kama ni eneo pekee la kiuchumi lenye nguvu zaidi duniani. Kwa mujibu wa takwimu za IMF na World Economic Outlook ya mwaka 2025, GDP per capita ya Makau ni zaidi ya dola 76,000. Hii ni thamani ya huduma na bidhaa zinazozalishwa na mtu mmoja mmoja ndani ya mwaka mzima. Mpaka sasa hivi kwa mujibu wa takwimu za umoja wa mataifa UN Population Estimate za mwaka 2025, Makau ina takribani ya watu laki saba na elfu ishirini na mbili. Wakati umri wa kati ni miaka 39. Kwa mujibu wa Trading Economics na IMF nchi hii ya Macau haijawahi kuwa na deni la kitaifa kwa miaka ya hivi karibuni. Hakuna mkopo kutoka IMF, hakuna mkopo kutoka World Bank na hakuna mkopo kutoka taasisi nyingine yoyote ya kifedha. Yaani kwa maneno mengine, public debt is equal to zero. Wakati mataifa mengi duniani yamefungwa kwenye madeni ya mabilioni ya dola, nchi hii ya Macau inaendesha shughuli zake zote za kiserikali kutoka kwenye mapato ya ndani, hasa katika sekta ya kamari pamoja na utalii. Miongoni mwa sababu zilizochangia mafanikio haya makubwa ni usimamizi bora wa mapato, lakini pia matumizi ya bajeti ya serikali yenye ziada kila mwaka, yani surplus budget. Licha ya hiyo kutoweka utegemezi katika mikopo ya nje. Kwa mujibu wa Macau Statistics and Census Services, sekta ya kamari, utalii pamoja na huduma za kifedha, hizi ndizo sekta kuu zenye mchango mkubwa katika uchumi wa nchi hii. Kwa mujibu wa Macau Statistics and Census Services kamari inachangia karibu asilimia 50 mpaka 60 ya pato la taifa, lakini pia nchi hii ilikuwa ikipokea zaidi ya milioni 30 za watalii kila mwaka katika kipindi cha COVID-19. Mabenki pamoja na huduma za kifedha ni miongoni mwa huduma zinazokuwa kwa kasi sana nchini humo, zikitoa huduma hata kwa raia wa China bara. Kwa kutumia vyanzo vya kuaminika kama World Bank, IMF na CIA World Factbook, tunapata masomo kadhaa. Kwanza ukubwa wa nchi sio kigezo cha mafanikio lakini nidhamu ya kiuchumi ndiyo msingi wa mafanikio. Mbili, inawezekana kabisa kuendesha taifa bila hata kutegemea mikopo ya nje. Tatu, vyanzo vya ndani vinaweza kufanikisha huduma bora bila hata kutegemea misaada ya nje. Nchi hii ya Macau ni ushahidi hai kwamba nidhamu ya kifedha na uongozi makini vinaweza kulifanya taifa dogo kuwa taifa kubwa kiuchumi duniani. Hili ndilo taifa dogo lisilokuwa na deni lenye kipato kikubwa kwa kila raia lakini pia linaonyesha kuwa maendeleo ya kweli hayahitaji ukubwa wa ardhi wala idadi ya watu bali usimamizi wa kisera pamoja na usimamizi wa maono. Mimi naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi sera, na mipango.